Nikwambia hatari linalokuja huko hey. Nikwambia kabisa, Mohamed Bajaber, kwanza unatakiwa utamkaje Mohamed Bajaber? Usikaze mashavu, acha mashavu, angaliki wanalegeza mashavu kwa Bajaber. Usihangaike sana sana bana, hilo fanya mtoto kule kwanza. hmm. Alikuwa anawachukua hmm. Nikwambia mguu wa kushoto hmm unabala ule mguu sana mm -hmm. Watu wanaweza kawa na wasiwasi mm -hmm. Mi naenda goli, nimeangalia mwalimu wa kwanza amewapa nafasi wachezaji wetu. Bajaber kwanza, kitu kizuri ni kwamba wanaanza mechi yao ya kwanza ya kirafiki mm -hmm. wakiwa wanachezea klabu ya Simba mm -hmm. Katika mechi ya kwanza tu wanaonyesha performance nzuri kabisa, kwa sababu tunasema tunakubaliana tangu sasa football ni mchezo wa namba. Mm. kila mmoja anafunga goli moja moja. Mm. Ni kitu kizuri sana kwanza, kinaongeza confidence kwa, kwa mchezaji mwenye binafsi mm. ukitaka kuangalia hasa kwa Jonathan Thor ambaye tunazungumzia yeye ni mshambuliaji, mm. Mshambuliaji, kitu pekee ambacho kinaweza kukubeba na kukupa moyo wa kuendelea kufanya vizuri ni mm, namba zako zikiwa vizuri, sio ku assist, sio cross, sio kumiliki mpira, inatakiwa ufanye nini? Ufunge, okay. Kwa sababu mwisho wa siku mshambuliaji unahukumiwa kwa nini? Kwa, kwa magoli. Magoli. Lakini kitu cha kinachokuja kwa mtu mwingine kama tukizungumzia Mohamed Bajaba, mm. Okay, Mohamed Bajaber. Ukizungumzia mm -hmm. Kitu cha kwanza ameetwa pale kutengeneza nafasi, lakini ukishindwa kutengeneza nafasi lazima uzikomvetwe mwenyewe kuwa magoli mm -hmm. Kwa hiyo tunaanza moja kwa moja, ameanza kwanza na jukumu ambayo kubwa zaidi mm -hmm. Ambazo ndio kila mtu analipenda la kufanya nini, la kufunga na kutengeneza